Habari kwa leo, naomba kuelekeza ni namna gani unaweza ukatumia namba ya WhatsApp ya ChatGPT ili kuweza kuuliza vitu kwenye WhatsApp. Kwa maana hiyo, namba ya WhatsApp ya ChatGPT utaisave kwenye simu yako ili uweze kuuliza chochote kwenye WhatsApp, kupitia WhatsApp, kwa maana kwamba hiyo namba kwa mimi nimeisave kwenye simu kama ChatGPT, kama unavyoiona hapa, ni namba ya Marekani ambayo ndo ChatGPT yenyewe, kwa hiyo ambayo ndo namba ya cha, ChatGPT yenyewe. Kwa hiyo ni unaanza na plus moja nane zero zero ishirini na nne ishirini na nane arobaini na saba nane. Kwa hiyo utaisave hii namba kama ilivyo kwenye kwenye skrini hapa. Ukisha sevu, kwa uta utaisechi sasa, utaibrowse huku kwenye WhatsApp, utafungua WhatsApp, utaenda kwenye ChatGPT. Sasa mimi nilikuwa naitumia, ndio maana unaona kwamba hapa kuna vitu nilikuwa nauliza. Kwa hiyo kama ndo mara ya kwanza, utaisearch hiyo ChatGPT, au inategemea na jina ulivyoisevia then utaanza kuuliza chochote, kwa mfano nataka kujua labda nini maana ya WhatsApp. Hapa nimeuliza Kiswahili, ni imechanganya na nimeuliza kwa Kiswahili basi itaniletea majibu. Kwa hiyo unaweza ukauliza kitu chochote unachokiona. Kwa maana hapa nimeuliza nini maana ya WhatsApp? WhatsApp ni jina la programu ya mawasiliano inayotumiwa kutuma na kupokea ujumbe kama ilivyo ilivyojibu hapo. Kwa hiyo ungeiuliza kwa Kiingereza ungejibu kwa Kiingereza. Kwa hiyo hapo unauliza chochote. Ni kama hot, ni, ni WhatsApp lakini tuna access WhatsApp kupitia namba yake ambayo ndio ile ambayo nilikwambia uisave kwenye simu yako. Kwa hiyo hii ni njia rahisi ya kuuliza vitu kwenye ChatGPT ChatGPT kupitia namba yake badala ya kuwa na application au kuwa na link URL. So this is the best, hii ni nzuri zaidi, kwa sababu unaisave tu namba unaanza kuuliza chochote unachokitaka. Asanteni kwa kusikiliza, usisahau kusubscribe, ku like na kushare, kwa video nyingine nzuri.